Mara baada ya Kanisa Katoliki kutangaza jana kwamba baba mtakatifu mpya amepatikana, ziliibuka hoja mbalimbali mbali kuhusiana na kwa upande mmoja kupatikana kwa papa huyo mpya ambaye anatoka Marekani lakini pia kuhusiana na kifo cha mtangulizi wake. Kwa makala hii pamoja na mambo mengine inagusia hizo hoja mbalimbali zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia inaelezea kwa undani kuhusu papa mpya ni nani, uh, background yake, changamoto atakazokumbana nazo, na nini hasa cha kutarajia kutoka kwake. Nikiri kwamba halikuwa wazo langu kutengeneza makala hii, hasa kwa sababu makala iliyopita iliyohusu kifo cha baba mtakatifu haikuwa na mvuto sana kwa kutokana na idadi ya watu walioiangalia. Kwa hiyo hata hili swala la papa mpya sikudhani kama lina umuhimu wa kulitengenezea video, bali kuna, kuna watu mbalimbali ambao mba walikuwa wanazungumzia kuhusu hizi hoja kwamba labda inawezekana huyu papa alitengenezwa kabla na vitu kama hivyo, kuna kama masuala ya ujasusi kidogo. Ndio hii kanihamasisha kutengeneza video hizi. Mara nyingi napenda kutengeneza video ambazo pengine zinagusa uh, hisia za watu rather than just to kueka kitu ambacho ninakuwa nimejitengenezea mwenyewe. Kwa hiyo mwenye, anyway tuingie kwenye Uh, makala halisi kwamba jana Mei nane ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano Kanisa Katoliki lilimtangaza kardinali Robert Francis Prevost, kutoka Marekani kuwa papa mpya akichukua jina la Leo wa kumi na nne. Uchaguzi wake umefanyika baada ya kifo cha mtangulizi wake Papa Francis kilichotokea tarehe ishirini na moja Aprili ya mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano kutokana na kiharusi na mshtuko wa moyo. Tukio hilo la kihistoria halikupokelewa kama tukio la kiroho pekee, bali lilizua nadharia nzito, kama vile uh, siku moja kabla ya kifo cha Papa Francis, makamu wa rais wa Marekani JD Vance, alizuru Vatican kimya kimya, na siku iliyofuata uh, baba mtakatifu Francis alifariki. Kwa hiyo baadhi ya watu kwa mtandaoni walihusisha ziara ya Vance na kifo cha baba mtakatifu Francis. Lakini siku chache baadaye rais Donald Trump pia alichapisha picha iliyotengenezwa kwa akili nemba ikimwonyesha yeye akiwa katika mavazi ya kipapa, yaani Trump akawa kama baba mtakatifu, na akaposti kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo baada ya kupatikana papa mpya uh, huyu uh, Robert uh, Francis Prevost ambaye ni, ni Marekani. Kwa hiyo matukio haya mawili kwa namna fulani yamehusishwa kwamba labda Marekani safari hii imetumia mbinu zake za kijasusi na vitu kama hivyo kumtengeneza papa wake. Hayo yote yamejenga zana kuwa huenda uchaguzi huu ulikuwa ni mpango wa Marekani kupandikiza papa mwenye ajenda fulani, hali inayotia doa taswira ya uchaguzi huru wa kiroho ndani ya Kanisa Katoliki. Hata hivyo, katika kujibu madai hayo, msemaji wa Vatican alikanusha vikali kwamba kulikuwa na ushawishi wowote kutoka Marekani au kwingineko. Hata hivyo, vuguvugu ki la kihafidhina la Make America Great Again MAGA, kundi la Trump, hili limemshutumu papa huyo mpya kuwa ni mwandani, ni mwandani wa mrengo wa kushoto, hasa kutokana na misimamo yake ya awali kuhusu wahamiaji, sera za kijamii uh, na kwa ujumla masuala ya upendo na kujali haki za binadamu. Papa Leo wa kumi na nne mwenyewe amejibu kwa kusema kanisa haliwezi kuwa chombo cha ja taifa lolote, ni mwili wa Kristo, si taasisi ya taifa. Lakini maswali yamebaki: kwa nini kwa mara ya kwanza katika historia hivi karibuni Papa kutoka Marekani ameshinda nafasi hiyo ya kuwa Baba Mtakatifu katika mchakato uliochukua muda mfupi sana. Kwa kawaida uteuzi wa papa una uchaguzi wa papa unachukua muda kidogo. Uh, Papa Leo kumi na nne uh, alizaliwa kama Robert Francis Prevost ni mtoto wa familia ya Kikatoliki huko Chicago, Marekani. Ana shahada ya kwanza katika hisabati kutoka chuo kikuu cha Villanova na aliwahi kuwa missionary kwa miaka mingi nchini Peru, ambako alikuza huduma miongoni mwa maskini na aliwahi pia kuwa askofu alizoea maisha ya kujitolea katika maeneo yenye changamoto jambo lililompa sifa ndani ya Vatican kama mtu mwenye mwenendo wa chini lakini fikra za mbali ingawa uchaguzi wake umepongezwa katika maeneo mbalimbali duniani kumekuwa na hisia za majonzi na kukatisha tamaa barani Afrika kwa mara nyingine tena bara hili lenye kasi zaidi ya ukuaji wa, wa ukatoliki duniani halikupata nafasi ya kutoa papa Kardinali Peter Turkson kutoka Ghana na Diudeni Nzapalainga kutoka Jamhuri ya Afrika ya Kati walitajwa sana, lakini hata hivyo hawakufanikiwa kushinda kwenye nafasi hii ya upapa. Hii imeibua maswali kuhusu kama Vatican bado inaamini kwamba Afrika iko tayari kuongoza kanisa, licha ya kuwa tegemeo kuu la ukuaji wa Ukatoliki duniani. Papa Leo wa kumi na nne anakabiliwa na changamoto mbalimbali. Mmoja wapo ni ukatoliki katika zama hizi za akili mnemba, kwamba teknolojia ya akili mnemba tayari imeshatumika kutengeneza picha bandia za papa huyo. Trump juzi alitengeneza picha akijionyesha kama papa, lakini pia akili mnemba ishatumika kumtengeneza Yesu feki. Um, kwa hiyo wataalamu wameonya kwamba akili mnemba inaweza kutumika kuhubiri ujumbe wa chuki badala ya yu ujumbe wa upendo na pengine hata kumtengeneza Yesu bandia, sio tu yule aliyotengenezwa kwenye picha. Kwa sababu um, akili mnemba sasa hivi imepiga hatua ya kutengeneza kama watu uh, personalities mbalimbali mbali kwenye uh, mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kanisa Katoliki lina kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba teknolojia haiharibu roho ya imani. Kadhalika, miongoni mwa changamoto nyingine ambazo atakabiliana nazo hupapa, mtaka, Baba Mtakatifu mpya ni, uh, ni ukweli kwamba hizi ni zama za fake news, na hata maamuzi au kauli za Papa mwenyewe zinaweza kupotoshwa mtandaoni. Kwa hiyo Papa Leo, Papa Leo wa kumi na nne anapaswa kuliongoza kanisa ambalo linaathirika na kuporomoka kwa uaminifu hasa barani Ulaya na Amerika ya Kaskazini na kwamba kila tangazo lake linakabiliwa na tafsiri zenye mitizamo ya propaganda, memes, la pia jinsi ya kuchakachua mchak, kunakuweza kufanywa kwa kutumia akili mnemba. Hii ni changamoto ya kipekee ya karne ya ishirini na moja. Uongo unaenea kwa kasi haraka uh, zaidi kuliko ukweli hata katika muktadha wa kiroho uh, licha ya jitihada zilizofanywa na mtangulizi wake marehemu Papa Francis kuanzisha mabadiliko ndani. Kashfa za unyanyasaji wa kijinsia ndani ya kanisa hilo bado ni doa kubwa. Kwa hiyo Papa Leo wa kumi na nne atapaswa kuendeleza mapambano dhidi ya wanaojificha kwenye kichaka cha kanisa, lakini pia kuwalinda wahanga. Hadi sasa kashfa hizi hazijawahi kuwa maarufu barani Afrika, jambo ambalo limekuwa eneo ambalo limekuwa ni ngome ya mwisho ya kanisa Katoliki ambalo kwa hakika kanisa Katoliki barani Afrika bado ni imara, lakini Vatikani haipaswi kubweteka, kwa sababu Afrika pia inakabiliwa na changamoto mbalimbali mbali, na baadhi ya watu wanahoji kama dini ni sehemu ya kuwaletea maendeleo au inayokwaza kimaendeleo. Kwa hiyo hii ni changamoto, lakini changamoto nyingine ni ukweli kwamba Uislamu unakuwa kwa kasi sana duniani hasa barani Afrika, na wakati huo Ukristo unadorora. Sasa hapa si kuonyesha kwamba Uislamu ni uadui kwa Ukristo, lakini ni kuonyesha tu, ni, ni, ni mlinganisho kwamba wakati Uislamu unakuwa, Ukristo unadidimia. Waumini wachanga wa Kikristo wa wanazidi kupungua, makanisa yanageuzwa kuwa baa, majumba ya sinema na maghala, hasa huku nchi za magharibi. Katika, katika baadhi ya maeneo, Ukristo unaanza kuonekana kama nguvu ya giza, hasa kutokana na vitu mbalimbali vinavyoibuka, kama kuna kitu kinaitwa Christian nationalism hii ya huko nchini Marekani, ambapo ni mchanganyiko wa hatari wa dini, siasa na ubaguzi wa rangi. Kwa hiyo baba mtakatifu mpya atalazimika kueleza upya maana ya Ukristo, si kwa maneno, bali kwa vitendo vya huruma, usawa na kuungana na waliokata tamaa. Kwa mujibu wa wasifu wake, Baba Leo wa kumi na nne si mpindu wa meza, bali wala mkali, yaani sio mtu kuleta mabadiliko ya kuvuruga kila kitu na sio mtu mkali. Anajulikana kwa uongozi wa utulivu, ufanisi wa kiutawala na msimamo wa wastani. Anatarajiwa kulenga kujenga mshikamano miongoni mwa majimbo ya dunia, kusafisha taasisi ya kanisa, kutafuta njia mpya za kuwasiliana na vijana wanaita uh, uinjilisti wa kidijitali uh, na kufufua uinjilishaji wa kijamii hasa kwa maskini na wakimbizi. Kwa hiyo wakati anavaa vazi la Papa, dunia imevaa mashaka. Baba Leo wa kumi na nne anatazamwa na waumini zaidi ya bilioni moja, lakini pia anapimwa kwa jicho la kidunia linalotaka majibu ya haraka kwa changamoto za karne hii. Katika zama hizi za akili nemba, zama za fake news, zama za siasa kali na mgawanyiko wa kidini, je, baba mtakatifu Leo atakuwa wa mageuzi au wa utulivu? Afrika inamtazama kwa matumaini na dunia pia inamtazama kwa matumaini lakini matumaini yenye mashaka. Historia itamtazama kwa haki. Asanteni na kwaherini.